Na karibu kwenye Gumzo Updates, na kwa mara nyingine tunaelekea visiwani Zanzibar, ambako hivi leo mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT wa zalendo Othman Masudi Othman alijumuika na waumini wenzake wa Kiislamu katika swala ya Ijumaa katika msikiti Takwa uliopo mtaa wa barabara ya Ras Nungwi huko jimbo la Nungwi Kaskazini Unguja. Akiitoa salamu zake mara baada ya swala hiyo, Alhaji Uthman alisema kwamba heshima ya Zanzibar ya kihistoria ulimwenguni ni kubwa sana kutokana na misingi ambayo wakazi wake wa asili walikuwa wakiishi. Amesema watu hao waliishi kistaarabu wakichunga malezi bora kwa watoto na vijana, huku wakilinda heshima, umoja, huruma na mshikamano wa kijamii, hali ambayo baadhi ya watu kutoka mataifa mbalimbali ya kigeni waliitambua nchi hii kwa jina la Andalusia ya Afrika. Ametoa wito akisema ni wajibu kwa watu wa nchi hii kuendelea kuwa mfano mzuri duniani kote, ili kurudisha heshima na thamani yao kama ilivyokuwa asili. Amesema na hapa na mnukuu, jamii inapojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kufuata mafundisho na kuacha makatazo yake na kufuata misingi ya ustaarabu itapelekea nchi hii irudi kuwa sehemu salama ya kuishi na kuheshimika kimataifa. Tumeeleza mara nyingi kwa mifano, namna Zanzibar ilivyokuwa kitovu cha dini mpaka kupelekea wageni wasiokuwa Waislamu kuendana na sheria zetu ikiwemo hata kuita hii ni Andalusia. Hii ni mifano mizuri ambayo sasa inapotea kutokana na viongozi wetu, hata wale wa dini, kujiegemeza katika maslahi binafsi na kupendelea utashi wa watawala. Mwisho wa kumnukuu. Makamu huyo wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar amefahamisha kuwa viongozi wa dini wanatakiwa kujipambanua kwa kueleza ukweli na saha dhidi ya makosa au dhuluma kwa yeyote yule na wala sio kutumiliwa au kuishi kwa utashi. Aidha, amekumbusha akieleza kuhusu haki ya wananchi iliyoporwa Oktoba 29 mwaka huu baada ya uchaguzi mkuu uliojaa hila ya hujuma kwamba yeye na wenzake wanaendelea kuzitetea na iwapo atafiki watu yoyote wa ile au kuhitajika ushauri, basi umma wa wananchi wa Zanzibar utaarithiwa. Alhaji Uthman amewataka wananchi wa Nungwi, Zanzibar, Tanzania nzima kwa jumla kuendelea kumwelekea Mwenyezi Mungu katika kupambana na changamoto zote zinazokabili sasa, zikiwemo harakati za kudai haki zao, akisema uwezo wake wa utatuzi na kuwapa ushindi watu ni mkubwa kuliko ni wale wanadamu wanaojipa madaraka kwa njia za udhuluma. Akitoa hotuba mbili za sala hiyo, khatibu Sheikh Abdallah Musa Hija amewahimiza waumini wajibu wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu na kumtegemea yeye peke yake, hasa na upitia katika mitihani ya kimaisha. Alisema Sheikh Abdullah, na hapa na mnukuu: mitume wote ambao ni vigezo vyetu walipitia mitihani mbalimbali ambayo ilikuwa ni migumu zaidi, bali subira na kumtegemea Mwenyezi Mungu ilikuwa nguzo yao kuu na wakaweza kufaulu, mwisho wa kumnukuu wazee wa mji wa Nungwi walishirikiana na waumini walijitokeza hapo pamoja na wananchi katika dua maalum waliomwandalia Alhaji Othman mara tu baada ya ibada hiyo ambayo iliongozwa na Maalim Hija Haji Hija. Viongozi mbalimbali wa kidini, jamii na siasa walijumuika katika ibada hiyo wakiwemo watendaji wakuu wa ACT Wazalendo wa mkoa wa kichama kaskazini e Unguja.